Yani, katika siku ulizozingua mwanangu, umezingua. Katika siku zokunya umenyea kambi askari wangu, yaani ngekuwa jeshini shakupiga shaba kichwa. Umekuwa Yuda mwanangu, wewe umekuwa msaliti kichwa wangu. Mwanajeshi unakimbia vita, unaniacha mwanajeshi mwenzako nife kwenye msala kama ule. Uya mwanangu umezingua. Sima wala wajumba mwanangu wagaidi. Wala jumba ni magaidi. Wa wamenibonda, wamenichezea chezea, chezea mwenyewe, si unaona? <coughs> Pole sana chafu yangu wamekupigia nini? Uchawi ni lile begi, yaani lile begi tulomwibia yule demu usiku, ndo chanzo ya matatizo yote ayaotukuta. Begi oya, ile begi mbona hamna kitu, mulizedea mdoli tu babu. Huo mdoli wao ndo wana shida nao kinoma, alafu inavyoonekana ule mdoli una thamani kubwa sana kwao. Na mbona umekuachia? Kama nilivyokwambia jambazi langu baada ya kunigonga gonga sana kunichezea chezea hivi nimewapeleka mpaka pale tulipotupa ule mdori, wakaniambia kwamba kesi yangu mimi na wao imeishia pale. Ina maana ule mdori watautafuta wenyewe popote pale mpaka waupate. Sema nini mwanangu, wewe Yuda Afu mjamba vitani mwanangu, utawapelekaje lakini baridi. Oya, huo mdori mimi na wasiwasi nao huo, kama sio zabu umo ndani, kuna alimasi. Ukikosa vitu hivyo vyote oya, umo kutakuwa na madawa mwanangu. Alafu hiyo hela babu, kama kama vipi, kama vipi, sisi tucheze nayo, tutafute sehemu yoyote ile hata pale tulipotupa tukasagalawi pale, ili tupate hiyo hela babu. Hiyo ndio maana akukubali jeshi langu, ujai kuniangusha sana. Yani hiyo akili yako ndio ilikuwa akili yangu mimi, kama ulivyosema ule mdoli, kama una madawa basi una madini, unaweza kuta kule kuna zahabu, kuna rubi, shaba